Okay, sasa leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kutengeneza lyrics kupitia TikTok. Kwenye njia ya kutengeneza lyrics pia TikTok kuna mambo tofauti yani tuabidi tuweze kuyajua. Sasa kabla hujaenda kutengeneza lyrics kupitia TikTok, make sure kitu ambacho unataka kutengeneza lyrics kio kina nyimbo tayari ushakiunganisha. Yaani inamaanisha kama unataka kutengeneza lyrics ya video fulani, make sure hiyo video ambayo unaenda kutengeneza lyrics iwe ina nyimbo au kama unataka kutengeneza lyrics kupitia picha unachukua nyimbo unaunganisha na picha hiyo, alafu ndio tunaenda kutengeneza lyrics kupitia TikTok. Sasa mimi tayari nishatengeneza video yangu ambayo ina nyimbo tayari, tayari imekaa kwa ajili ya kutengeneza lyrics. Sasa tutaenda hatua moja kwa moja, tutaenda katika TikTok yangu, nitaifungua na nitaonyesha sehemu ambayo utatengeneza hutatengeneza lyrics kupitia TikTok. Okay, tutaweza kwenda kufungua TikTok yetu, kafunguza sauti kenya kiarama cha kujumlisha. Itakuwa moja kwa moja katika sehemu ya kamera. Sasa utaenda wewe kuweza kuinstall picha tamina sehemu ya kuweka kwa upload picha ambayo nataka wewe, ili uweze kufanyaje sasa. Mimi nikwambia mabidi umeshatengeneza direct nini video yako. Sasa video yangu ambayo nimetengeneza ni hapa sasa, kuiminya ili tuende tukaitumie ya next. Sasa ukifika hapo kabla hujaiposti utaenda kuminya kimshale ambacho kimeonesha kuelekea chini. Hapo nitaenda kukiminya ili tuweze kuweka caption. Nita scroll chini niweze kutokutana na neno ambalo limeandikwa caption. Okay, neno letu ndio ile hapo, utaenda ukaliminya. Na ukiliminya, itakupeka direct itaanza kuweka lyrics yenyewe automatically kama tumefanya katika CapCut. Sasa tuendelee kuisubiria hapo, kipindi inafanya yenyewe automatically, tuone maandishi yanayoonyesha. Sitaweza kupea nyimbo kwa kwa sababu nyimbo wote mbili inafanya copyright. Sasa maandishi yetu ndio haya hapo, umeshaona umetokea. Na ukiangalia juu vizuri, pale kuna picha, anakuwa anajiandika huku, anajiandika huku, nyimbo inaimba. Sasa nitamani niweze kusikia nyimbo ila siwezi nikaweka nyimbo kwa sababu ni copyright. Ingekuwa na nyimbo yangu mimi nimeimba mimi ningeweka, ili muweze kaona. Sasa kupitia hapo, naamini mtakuwa mmeweza kutengeneza lyrics, na mnaweza kufanya lyrics katika katika ah, TikTok. Sasa ili uweze kuipost hii video au ili uweze kuisave hii video na ibaki katika simu yako Utachotakia wewe ni kuminya neno ambalo limeandikwa nest hapo juu, na kwenda katika sehemu ya kuposti. Sasa kufika pale, utaiposti video yako na utaweza kuidownload tena kupitia TikTok. Na ukishaanza kumaliza hivi, utakuwa tayari <coughs> ushaposti video yenye lyrics na unayo katika simu. Kufanya hivyo hivo, uheza kumaliza, na sina ziada kusema. Asanteni sana kwa kunisikiliza, kunisikiriza mwanzo mpaka sasa hivi.